Lucas, habari. Eh, kwenyu ni wapi? Kwetu ni Voi, Voi Taita. Taita. Na Taita huko maisha iko aje? side za Mombasa, maisha yako saa, watu Mombasa ni hatua kwani ni hatua, mbali Voi Town mpaka Mombasa. Mombasa sasa Lucas, Mombasa umeishi huko na watoto na mke na watoto. Hapo, Voi, kwani kutoka Voi mpaka Mombasa ni kilomita mia ama kama, kama kilomita tisini na tisa hapo. Mimi Rasidu sijaienda Mombasa. Maybe nitaenda Mombasa juu yako eh. Na maisha yako iko aje? Mombasa, huko maisha ha maisha, maisha yako sawa ya sana eh, na upendo eh, asalimiana salamu ya asubuhi, salamu asubuhi, nakusalimia. Jirani anajua majirani zake wote, uh-huh. si kama hapa Nairobi jirani akujui. Eh. Uh-huh. Eh, mtu amehama hapo, mgeni, uh-huh. asalimie mtu aya. Sasa, mnashindwa huyu mbona amehama hapa, na ongee na mtu asalimii mtu E. Sasa sisi kule twafahamiana sote. Eh. Sasa ni rahisi kumwangalia. Eh. Mwenyezi Mungu. Kuna upendo wa Mwenyezi Mungu. Na Mombasa kwa maji yenyewe ushafika. Kuna maji, kuna bridge, kuna li bridge, kuna kwenda zako Malini. uh -huh. mtu hapo. Mtu hapo. Unavuka unavuka bridge, eh. uh -huh. Ukienda Mtwapa, Bumbululu, Malindi na unavuka feri, unapanda, kuna feri. Eh, ile feri kitu kuvukisha watu, eh. uh hapo -huh. Likoni ikivuka pande ile mwingine ukienda, ukienda Ukunda, Ukunda eh, Ukunda pesa ngapi kuvuka, kuvuka feri? Ah, feri kama... eh, ni bure, ulipi? Ah, bure ulipi, ni ya serikali. Kama uko kwa miguu kuvuka feri ni bure, ndio. Pesa sasa kuna oh, viwango. Pick up. Hizi gari kubwa, lori, basi ndio ndio, unalipia. Lakini feri kuvuka, wavuka kila siku, saa yote, unataka budi ai. <laughs> <laughs> mimi nafikiri yangu nalipa 20. Hakuna kitu kulipa kama kwa mtu kwa miguu. Oh, serikali imesimamia gharama, imesimamia na feri haina time, watu wakija inarudi. Yani inaendaga hivi, kienda hivi, naenda hivi, haina time. Oh, waweza kuvuka mara 200, ai hakuna pesa. Lazima niende huko Fanya unipeleke unitembeze okay. Na sasa niulize kama Mombasa huko kwenyewe sasa mm. E, mashamba yako kama Nairobi kwa bei ama zinatoshana bei. Kule mashamba kidogo yako juu sana kwa bei ya eh. Uh, ya Nairobi ya kujuu, manake mengi ya Nairobi ni ya kujenga manyumba magorofa nyingi magorofa za, za watu kupangisha, ona Mombasa lakini kule sasa bado hizo za kupangisha siku kule mashamba yako lakini, mengi sana ni ya kulima, ya kulima sana sana, kama hiyo oh, iyo minazi kama hiyo makanju oh. na kulima, lakini ile za kujenga tu upate nyumba, mtu ajenge nyumba yake msituni hmm. Watu aja upangishi, si rais rahisi ay e. Lakini Nairobi sasa, hapa mtu akijenga nyumba tu sahi tusaipap ishajaashapata wapangaji oh. Watu wako wengi, ndio sababu iko bei ni watu wako wengi, ndio maana bei Alafu kwetu Western pia bei haiko juu sana ni kama inatoshana na Mombasa, si wengi, si wengi. Watu wengi Nairobi, Nairobi jua kutafuta kutafuta. Eh. Kwa hivyo umesema unatoka Voi Taita. Taita Taveta, Taita, Taveta. Hey, uko na kusikianga tu, natamani niende huko siku moja hmm. Sasa, sasa. Sasa nikitoka Nairobi nashuka wapi? ategemea kama utakwenda Taita au shuka Voi. Eh. Kama utakwenda Mombasa itabidi uje mpaka Mombasa, shuka Mombasa. Aya. Eh. kama uenda Malindi itabidi uende Malindi, kama waenda uizi, sasa sehemu zingine. Sasa ukishafika Mombasa utapata magari ya kwenda kila mahali, kila mahali magari eh. Oh. Eh. Kila mahali. utapata. Pia tapaka Nairobi utapata oh. eh. Aya. Na mijengo uko kunazo? Mjengo iko kama hii tu, jengo pale. Wanadamu wako shughuli za wanadamu, ni mmoja tuna... tu vilevile. Unaona mwanadamu analima hapa kule, pia hapakue a lima shamba lake lidogo uh -huh. Yule ana nyumba hapa pia, ame, ame... maana yake huwezi kuniambia eh. kwenu ni Taita alafu pate pesa ukimbujo kwenu, eh, eh sasa za kiojingi Nairobi, jenga hapo hapo kwenu sasa ohoo, tabia za wanadamu, tabia za wanadamu eh, <laughs> <Hey>, nimefurahi eh. <laughs> mi siku moja ntafunga safari a lakini uombe Mungu mm, upate shughuli kama kuja ya kuimba, shughuli ya kwenda kuimba. Sasa labda upate mtu akufadhili uimbe. Sasa utakuta mm, starehe uko nayo mm, itabidi uenjoy eh. Eh, hivyo ni tofauti na sasa, uende mwenyewe, labda umetumwa inaweza za za furahi eh, eh. Na vyombo za muziki ziko kwa hiyo hoteli ama ama aa, niwe kuna, na zangu sasa kuna, kuna kila kitu. Eh, inaweza eh, mzee. Kuna, kuna, kuna, oh, eh. Kuna za kukodisha kuna wa, kuna watu wa kupiga bendi watakodishwa eh. Wanapigia ngoma eh. Pesa tu ifanye kazi kila kitu kipo naweza furahi, naweza rudi na pesa sasa. Kupata mfadhili, nitafuta ni, ni kwa internet ama aweze mm. mm. mm. kukutafuta eh. Eh. Oh. Barini. Barini. Mombasa, baharini na kunipata lazima ataambia YouTube ataambia YouTube wanipe wampe details zangu. Akishakuona sasa kwa simu. Sasa kuna vile mtu atatafuta sasa. Hey. Akishapata kwa simu, hey, YouTube itampea namba yangu namba zako na email zako pali anaza kupigia ama anaza kupiga rafiki yake mwingine. Watu kwa mtandao ni rahisi. Ni rahisi. Ni rahisi. Si kama vile utafuta mtu ati ana simu na chochote. Waende ukizuru ukimtafuta. Sawa nimeshukuru sana kwa hiyo stori. mm -hmm. Najua hata watu wengi watasikia story na Wakenya wote. Watafurahia, karibuni Mombasa. Hata Mombasa yote. Hata karibuni Pwani. Mombasa yote sasa ni Pwani. Mombasa yote Pwani ni ufuo wa bahari. Oh. Eh, sasa kuna Taita huku juu, alafu kuna Kilifu kule chini. Hiyo yote. Kilifu ni huku chini, alafu kuna Kwale huku juu Eh. Alafu kuna Malindi Eh. Alafu kuna Lamu alafu kuna Tana Tana River. River Aya. Tana River sasa imeenda mpaka shikana wa Somali kule juu. So pwani ni kubwa lakini yeah. Mombasa ndio center. Oh. Mombasa ni center kwa sababu Mombasa kuna kuna, kuna ile bandari bandari ya bandari ya mizigo kutoka nje bandari, mizigo kuingia, watalii, mali na kila kitu, na meli zingine zinapita zikina kama Saudi Arabia, zimetoka na South Africa. Hadi unaziona zikipita. kama Mombasa ndio center. Kama vile Nairobi sasa ndio center ya Kenya. Mm. Mambo mengi, shughuli nyingi ziko pale. Ndio gari hata ziletwe Nairobi lazima zipitie Mombasa pale, basi ile ni city ni, haa si ni yeah. Wa, mm. Oh. Kwa hivyo wazungu walikuwa wameamua Mombasa ndio city ndio siti maanake, ndio barabara zimeanzia pale zikija huko, kila kitu, hata stima, kila kitu, kanisa, hospitali, watu kuvaa nguo, eh, watu kusoma masomo, kila kitu kimeanza, eh. Sasa ay, ay, ay. Sasa haiwezekani kwamba hata leo kuna nani aseme narudi mbele kuliko Mombasa. Kivipi, kivipi? Na Mombasa kila kitu kimeanza pale, hapo hapo, hata kuona tu gari ni walianzia pale, hata kuona gari, masomo vanguo, nguo, neno la Mungu, maendeleo, barabara, reli, kila kitu kimeanzia pale, ndio kikapanda huku juu oh. Kikija eh, lazima pale, lazima. kitu kimeanzia pale kiko pale, ile ndio city sasa ah, yeah. <laughs> <laughs> Sasa hiyo ndio nilikuwa sijawahi isikia. Sasa hiyo ndio utamu, sasa hiyo ndio furaha yake kuanzia pale. Hata mzungu akiingia hapa Kenya mzungu anaweza kuingia na napa kwanza, hata ile port nasemekana walichonga wali kidogo eh. walichonga ndio maji ndomajingi kwa wingi, sasa walichonga kaona ni mzuri uh -huh. Wakaanza kujenga reli yao wakija sasa Nairobi kuja waka Nairobi, wakafika Voi wakaenda paka Tanzania eh. apanda waka Nairobi wakapanda wakaenda paka Western mpaka eh, Nakuru wakaenda wakapanda waka paka Uganda. Sasa ile reli wakaita East African Railways. East Africa Railways wataamini. Oh. Asante sana kwa hiyo story stori, eh, asante asante, asante.